Na mtazamaji wa Faida Online TV. Naibu Katibu Mkuu yani, uh, na wa Wizara ya Nishati Dkt. James Mataragio katika siku hii ku like, leo ametembelea, tafadhali baki nasi. Kuna paka asilimia thelathini na mbili ya uwepo wa gesi kwenye kitalu, lakini kwa sababu kinapakana na kitalu chenye gesi, kwa hiyo sisi tunaona kwamba hii kitalu ni muhimu sana kikafanyiwa utafiti mapema ili tuweze kuongeza uh, uzalishaji wa gesi kutoka kwenye kisima. Lakini nyie waandishi wa habari nafikiri mnaelewa vizuri, kwa hivi karibuni kulikuwa kuna clip moja ambayo ilikuwa inazunguka inaonyesha gesi na inawaka sasa ile gesi ambayo ilikuwa inabubujika kutoka kwenye kisima na inawaka inatoka katika maeneo ya hiki kitalu. Kwa hiyo kuna ushahidi mkubwa wa uwepo wa gesi. Kwa hiyo uwepo huo mbubujiko wa gesi ambao tulikwenda tukachukua sampo tukapeleka maabara kule Egypt a majibu yalivyorudi yalituambia kwamba ni gesi aina ya methane. gesi ipo tunachotaka kufanya hapa ambacho tunakifanya ni kuhakikisha kwamba tuna, tuna hakiki Uh, wingi wa ile gesi ambayo iko hapa. Kwa hiyo, hiyo ni moja. Lakini pili hii miradi inakuja uh, pamoja na kwamba tutazalisha umeme tutapunguza tuta, tuta matumizi ya, ya, ya, ya kuagiza mafuta lakini uh, okay, lengu, kisha kwamba jamii ambazo zinazunguka hii miradi zinafaidika. Naitwa Pasco Njiko ni mkurugenzi, kaimu mkurugenzi wa utafutaji, uendelezaji na uzalishaji katika shirika la taifa la mafuta TPDC. Sasa tukianzia eneo letu hili la mradi huu wa kuchukua taarifa za mitetemo ya aina ya 3D lina ukubwa wa kilomita za mraba 758 na kuna dalili ambazo zimeshaonekana kwamba kitalu hichi kina uwezekano mkubwa wa kuwa na rasilimali ya gesi na tunafikiria kama shirika la taifa la, la, la mafuta la nchi kwamba kiasi hichi cha gesi kitakachopatikana kitaweza kusaidia katika e, kuhakikisha kuna nishati ya kutosha katika nchi. E, tumeyasikia maelekezo kama TPDC, tumeyasikia maelekezo ya mheshimiwa naibu katibu mkuu kwamba ni lazima ukamilishe kazi hii kwa wakati na sisi kama TPDC tutashirikiana na mkandarasi wetu ambaye ni AGS kuhakikisha kwamba muda wa mradi uliowekwa ambao ni mwaka mmoja na miezi sita, mwakani Oktoba hii, kazi itakuwa imekwishakamilika. Kwa jina anaitwa Selemani Hasani Nachuli ni, na ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji, kijiji cha Manamawa ambacho ni kata ya Dihimba. Mimi ni, ni shukuru serikali na nishukuru TPDC kuweza kuja kufanya utafiti kwenye kijiji changu kijiji cha Manamawa. Kwa kweli faida ambazo tunazipata kwa wakati huu wa utafiti naweza nikasema kwamba zipo. Mojawapo ni kupata ajira ndogondogo za muda kwa wananchi wote ambao wenye uwezo wa kufanya kazi. Faida ambazo zingine zipo kwamba katika utoboaji wa barabara, ambazo zipo katika utafiti ni kwamba zinaunganisha zina, zina katika matembezi ya makazi ya watu kwamba utakuta barabara ambayo ilikuwa haipitiki kwa ugumu sana, haipiti chombo yoyote, sio gari, sio pikipiki, sio baskeli, hata watembea kwa miguu nao ilikuwa wanapata shida. Lakini baada ya kuja watafiti na vyombo vyao, baada ya kutoboa barabara, zingine zimekuwa zenye umuhimu kwa sababu zinaenda kwenye makazi ya watu. Naam, kutokea hapa kwenye kijiji cha Manamawa kinachopatikana kwenye kata ya Dihimba halmashauri ya Mtwara, mkoa ni Mtwara, sina la ziada. Naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike, na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, safari inaendelea moja kwa moja kuelekea kwenye kijiji cha Madimba pamoja na Msimbati, kuendelea kuangalia harakati za gesi na mafuta zinazoendelea zina katika maeneo hayo.